Mtazaji wa hii chaneli yetu ya Be Ready Always TV, ningependa kukukaribisha katika uchambuzi wa Biblia kuhusu somo ambalo umeona hapo tumeandika kwenye mada kwamba mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote inamaanisha nini. Kabla hatujaanza, hebu na tupate ombi mtakatifu mtakatifu mtakatifu, Mungu wetu tunakusihi tuongoze katika hili fundisho katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amina. Wapendwa, ruhusu ni wakaribisheni sana tena katika fundisho la leo kabisa kuhusiana, je, Biblia inaposema Yesu mzaliwa pekee wa Mungu. Unajua, katika Bibilia kuna aya ambayo watu wanaisoma alafu wanatafsiri vibaya katika Biblia. Leo tunataka tulichambue hiyo aya, kitabu cha Wakolosai moja kumi na tano na kumi na sita. Bibilia inasema hivi, Wakolosai moja kumi na tano Wakolosai moja kumi na tano. Niko na Bibilia yangu hapa na naomba pia wewe kama uko nayo upate kuifungua Biblia yako, Wakolosai, kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai, samahani, kitabu cha Wakolosai moja kumi na tano inasema hivi kuhusiana na Yesu Kristo. Naye ni mfano wa wa wa Mungu asiyeonekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Naye ni Mungu mfano wa Mungu asiyeonekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. 16 wa wa kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, katika yeye Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, kupitia Yesu vilivyo binguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. So wapendwa, watu wengi wanaposoma hii aya wao wanasoma hapo Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na uelewa ambao huo unakuja kwa akili haraka, inaitwa casual reading, kusoma ya juu juu. Utaelewa hivi kusoma hiyo aya ya juu juu, utaelewa kwamba, na watu wengi wanaelewa hivi kwamba eti Yesu alikuwa wa kwanza kuzaliwa kabla vitu vyote havijaumbwa, yani hapo mwanzo Mungu alipoumba dunia na vitu vyote, kabla hajaanza kuumba, eti Mungu alienda pahali, alafu akamzaa Yesu, alafu hawaelezi jinsi alivyozaliwa. Lakini kuna mtumishi mwingine huwa anamsikiza, na si mmoja, zaidi ya moja, anasema Yesu Mungu alienda sehemu akamzaa Yesu kutoka ndani ya mwili wake. Kwanza anasema alitoka ndani kwa mbavu yake, na anasema hivi, jinsi Adamu, jinsi Hawa alitoka ndani ya Adamu hivyo ndivyo Yesu naye alitoka ndani ya Mungu. Kwa hivyo Yesu akawa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kabla hajaanza kuumba viumbe vyote. Alafu sasa, Yesu baada ya kuzaliwa na Mungu ndio akaanza kuumba sasa vitu sasa. Ukiwauliza unatumia aya gani, wanakuambia Wakolosai moja kumi na tano. Alafu kisha wanakuambia baada ya Yesu kuumba vitu vyote akakaa miaka mingi, baadaye akazaliwa kupitia Roho Mtakatifu, uh, na kupitia kwa Mariamu, kisha akazaliwa kama mwanadamu, lakini huko nyuma alikuwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa. Kwa hivyo si Mungu ha, kwa, kwa uhalisi. Kwa uhalisia ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa, so watu wengi wanafunza hivyo, lakini sasa ukiingia ndani ya Biblia ndani Biblia inasemaje? Inaposema Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, sasa neno la Kigiriki ambalo limetumika hapo, nikisema neno la Kigiriki na maanisha Biblia, lugha yake ya kwanza kuandikwa, hii kitabu cha Wakolosai, lugha yake ya kwanza kuandikwa ama New Testament iliandikwa na Kigiriki kwanza so mi nataka nione audience wa kwanza walioandikiwa wa kwanza kwa lugha ya Kigiriki, walivyoambiwa, walipoambiwa Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, hao watu wa kanisa hao walielewa vipi? Ukumbuke huyu ni Paulo akiandika, so walipoandikia hao washiriki wa kanisa waliokuwa wanaelewa hii lugha, alikuwa namaanisha nini? Jambo la kwanza, jambo la kwanza neno la Kigiriki ambalo lilitumiwa linaitwa prototokos, pro to to kos, andepa ni Kiswahili tu prototokos, lakini ni lugha ya Kigiriki. Prototokos maana yake ni hizi mbili. Maana ya kwanza, maana ya kwanza ya prototokos kwa lugha ya Kigiriki ni kuzaliwa tu hivi, kwenye mtu anamzaa mtoto Alafu maana ya pili ya prototokos ni kutumika kama kiwakilishi ama symbol ama kulugha ingine, chenitumia Kiingereza, Kiswahili haitoi vizuri. It, it can be used figuratively in a symbolic language. Mfano wow. Sijui, kama kuna mtu anaweza kuniandikia vizuri figuratively wow. maana yake yani haitumiki kihalisi. Kwa mfano, mtu anaweza kukwambia e, moyo wangu umeumia sana. Si kwamba ati moyo wake mtu alienda akaidunga na sindano, anatoa mfano wa kuonyesha kwamba hajahisi vizuri, anahisi vibaya. Kwa hivyo a figurative language, lugha ya mfano. So katika hizi lugha mbili, gani ndio inafaa kutumika kwa Wakolosai 1:15? Mimi nilifanya utafiti nikagundua imetumika figuratively mfano kimfano ama ama kiwakilishi, imetumika kuwakilisha kitu fulani, si ati kwamba Mungu alimzaa Yesu wa, ah, hiyo prototokos kulingana na muktadha. Nitakuja baadaye, tusome hadi mstari wa 18, na tuangalie muktadha. Inaongea kuhusiana na mfano. Kuna siri ambayo Paulo anataka kufafanua hapo kuhusiana na Yesu, na siri yenyewe ndio hii. Biblia yenyewe inajifafanua, Biblia yenyewe inajieleza. Je, Biblia yenyewe inajieleza vipi? Kwanza lazima tuelewe, Paulo alikuwa anasoma Biblia ya Agano la Kale sana. Agano la Kale sana ilikuwa inampa Paulo mwelekezo ama mwanga zaidi ya kueleza watu maneno fulani. Kwa hivyo, kuna uwezekano Paulo akisema hii aya, alikuwa ana rifaa jinsi mzaliwa wa kwanza imetumika katika Agano la Kale. Maana wakati wa Paulo agano la kale ndio Biblia ilikuwa inatumika wakati wa Paulo. Agano jipi imeandikwa tu baada ya mitume kuwepo duniani baada ya kina Paulo. So walikuwa wanatumia agano la kale. Sasa tuangalie katika agano la kale, mzaliwa ya wa kwanza. Hiyo neno lugha ya mzaliwa ya kwanza, mzaliwa wa kwanza ulikuwa unamaanisha nini? Kitabu cha Mwanzo. Kama unanifuatilia, andika chini kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 41:51. Mwanzo arobaini na moja, hamsini na moja. Arobaini na moja, hamsini na moja kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema hivi, acha nianze na hamsini, arobaini na moja, hamsini kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kabla ya kuja miaka ya njaa Yusufu akaz, akazaliwa akazaliwa Ha, samahani, nirudia vizuri kabla ya kuja miaka ya njaa Yusufu akazaliwa wana wawili ambao Asenati binti Potifera kuhani wa Oni alimzalia Yusufu... kwa hivyo Mwanzo 41 moja tunataka kusoma aya ah, yake ya 51 moja. Moja inasema